Au ukiscan ile QR code basi unapata taarifa za mwandishi wa habari ambazo zimewekwa kwenye tovuti ya Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari Tanzania, inaitwa Journalist Accreditation Board. Haya, kitambulisho ni hiki hapa. Huu ndo mfano wa kitambulisho cha kidijitali, na hapa ukikiangalia kina QR code, unaitwa QR code, inaitwa msimbo, msimbo papo. E, msimbo papo. Kwa hiyo hii ukiskani hapa linakuja jina la mwandishi wa habari lakini linakwenda kutokea kwenye tovuti ya bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Sasa kama hujasajiliwa kwenye bodi ya, ya, ya ithibati ya waandishi wa habari ukiskani hapa, taarifa zako hazitakwenda kule, na kuna watu wanapanga kufoji. Mnapoteza muda na mtafanya kosa la jinai, kwa sababu tutakaposkani, ikienda kule, taarifa zako hazitaonekana na utajulikana kwamba umefoji. Nimepata taarifa wengine wanahangaika wana, wana kufoji vyeti, msipoteze muda, havitasaidia. Mfumo wetu umeunganishwa na NACTE, na NECTA, na NECTA kwa hiyo ukifoji cheti na TCU ukifoji, ukifoji cheti, cheti chako hakitaonekana kule kwenye mfumo, itakuwa ni kazi bure. Ninachoomba waandishi wa habari, msiogope, hizi ni jitihada za kufanya kazi yetu kuwa ya kitaaluma tunataka tuongeze uweledi katika kazi yetu ya uandishi wa habari, tuanze kuondokana na zile habari ambazo zinatuchafua. Baadhi ya watu wameingia kwenye tasnia yetu, wanaandika habari zisizo na wanaleta tafrani, wakati sisi hatukuwatuma. Lakini pia wala ambao bado hamjafikia sifa, msikate tamaa, nendeni kwenye vyuo. Tuna makubaliano na vyuo mbalimbali, chuo kikuu huria Tanzania na vyuo vingine mbalimbali mbali. vitatoa taaluma ya uandishi wa habari kwenu, na niwahakikishie tunaandaa utaratibu wale ambao watakuwa wako shule wanasoma tutawazingatia. Tutawazingatiaje? Sisemi leo, lakini wale ambao mmekosa sifa, nendeni shuleni mkasome, na inawezekana tuna makubaliano kabisa na vyuo. Lengo letu hatutaki mtu atoke kazini, lakini tunataka tubaki na watu wana taaluma ya uandishi wa habari. Sawa sawa, ndugu zangu.